Kufuatia ajali iliyotokea katika kata ya Makutupora, wilaya ya Dodoma mjini, ambako wananchi walifunga barabara kwa muda baada ya tukio lililosababisha kifo cha mtoto mmoja na mwingine kujeruhiwa baada ya kugongwa na lori la magereza, mwenzetu Ronald Sonyo amezungumza na kamanda wa polisi mkoa wa Dodoma, Gallus Hyera. Kamanda Hyera amethibitisha kuwa lori lililosababisha ajali hiyo ni mali ya jeshi la magereza na kwamba dereva wa gari hilo tayari anashikiliwa na polisi. Amesema uchunguzi wa kina unaendelea ili kubaini chanzo halisi cha ajali na kwamba hatua stahiki za kisheria zitachukuliwa mara taratibu zote zitakapokamilika. Jeshi la Polisi limepokea eh, taarifa ya tukio la ajali hiyo. Ni ajali ambayo imetokezea leo tarehe ishirini na nne mwezi huu wa kumi na moja ilikuwa majira ya saa moja na nusu huko maeneo ya Veyula, Ee, barabara kuu Dodoma kuelekea Kondoa. Gari ilikuwa ni gari ya jeshi la magereza aina ya tata ee, ikiwa hapo Veyula kuelekea Msalato, iligonga watembea kwa miguu wawili waliokuwa wakivuka barabara na kusababisha kifo wamtembea kwa miguu mmoja anaitwa Jolin Lei Nyao, huyu umri wake ni miaka saba, mgogo mwanafunzi, mkazi wa Veyula, na majeruhi kwa Karoli Lei Nyao, huyu umri wake ni miaka kumi, mgogo mwanafunzi, na mkazi wa Veyula majeruhi. E, amelazwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Dodoma kwa matibabu. Lakini pia dereva aliosababisha ajali hiyo amekamatwa kwa hatua za la kisheria. Lakini pia nitoe rai kwamba kwa wale wanaoendesha e, wanaopewa dhamana ya kuendesha magari ya serikali wazingatie sheria za usalama barabarani, waheshimu alama za barabarani lakini pia wajue kuna wengine wanaotumia hizo barabara, ikiwa ni pamoja na kuvuka, na hawa tunaowaongelea ni watoto wa umri mdogo. Katika hali ya kawaida tulitarajia kwamba wangepewa nafasi ya kuvuka kwa usalama. Kamanda Hyera, pe pengine chanzo cha ajali ni nini? Ni, ni hasa kwa sasa sisi tunaweza tukasema, eh, chanzo cha ajali ndo eh, kinachunguzwa lakini kwa namna moja au nyingine tunaweza tukasema ni uzembe, kwa sababu ile ni eneo la makazi ya watu, na katika eneo kama lile tunatarajia hata mwendo unakuwa ni mdogo kiasi, yes, kwamba hata ikitokezea mechanical defect haiwezi kuleta madhara kwa yeyote yule pengine kuna utaratibu gani katika eneo kama lile, ambao pia wananchi wanalaumu kwamba hakuna askari wa usalama barabarani katika eneo lile. Kuna utaratibu gani ambao labda mnahakikisha kwamba kuna kuwepo na askari wa usalama barabarani katika maeneo kama yale? E, askari wa usalama barabarani wako katika barabara zote. E, lakini tunachosema si katika kila eneo ambako barabara inapita kutakuwa na askari polisi, sawa kwa hiyo ukisema kwamba labda eh, kwa hao wananchi wanasema eneo hilo halina askari wa usalama barabarani, sio kweli, askari wapo eh, lakini la msingi tu kama hivyo nilivyoeleza kwamba wote wenye dhamana ya kuendesha magari ya moto lazima wazingatie sheria eh, yani wasi, wasi eh, wasiendeshe ovyo ovyo kwa sababu tu hakuna askari wa usalama barabarani, na askari wa usalama barabarani yuko barabarani kusimamia sheria zenyewe za usalama barabarani. Kwa hiyo tunatoa rai kwamba kwa kila mmoja azingatie kwanza kuheshimu kwa sheria za usalama barabarani, lakini asiwe anaheshimu salama, e, sheria za usalama barabarani kwa sababu tu kuna askari wa usalama barabarani.